Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya injili ya siku. Leo Jumatatu, juma la nne, kipindi cha Majilio, mwaka a wa Kanisa. Masomo ya leo: somo la kwanza linatoka katika kitabu cha kwanza cha Samueli sura ya kwanza aya 24 hadi ya 28, na injili takatifu kama ilivyoandikwa na mwinjili Luka sura ya kwanza aya 46 hadi ya 50 na sita. Karibu tusikilize injili. Somo katika injili ilivyoandikwa na Luka: siku ile Maria alisema, moyo wangu wamwadhimisha Bwana na roho yangu yamfurahia ya Mungu Mwokozi wangu, kwa kuwa amemtazama unyonge wa mjakazi wake. Kwa maana tazama, tokea sasa vizazi vyote wataniita mbarikiwa, kwa kuwa Mwenyezi Mungu amenitendea makuu na jina lake ni takatifu. Rehema zake hudumu vizazi hata vizazi kwa ha ao wanaomcha. Amefanya nguvu kwa mkono wake, amewatawanya walio na kiburi katika mawazo ya mioyo yao. Amewaangusha wakuu katika viti vyao vya enzi, na wanyonge amewakweza. Wenye njaa amewashibisha mema, na wenye mali amewaondoa mikono mitupu. Amemsaidia Israeli, mtumishi wake, ili kukumbuka rehema zake, kama alivyowaambia baba zetu, Ibrahimu na uzao wake hata milele. Mariamu akakaa naye kadiri ya miezi mitatu kisha akarudi kwenda nyumbani kwake. Neno la Bwana. Sifa Ninawaalika tutafakari sehemu hii ya njili tuliyoisikia. Ndugu zangu, sehemu ya njili tuliyoisikia ni utenzi wa unyenyekevu na shukrani kwa mwenyezi Mungu. Ni sala ya mama bikira Maria ambaye anausifu ukuu wa Mungu, anaisifu hekima ya Mungu, anausifu mpango wa Mungu wa kuukomboa ulimwengu ambapo mwenyezi Mungu ameamua kumteua Maria ili kutimiliza mpango huo. Mama Bikira Maria katika utenzi huu anapoyashuhudia makuu ya Mungu kwake na kwa Israeli, anazidi kujishusha na kujinyenyekeza. Anatambua udhaifu wake wa kibinadamu, lakini anaiona neema ya Mungu inayofunika udhaifu wake wa kibinadamu. Mama hajikwezi wala hajionyeshi na kujisifu kwamba anastahili, bali anazidi kujishusha akitambua kwamba Mungu amewapenda na kuwachagua walio wanyenyekevu na kuwaunganisha na kuwa utenzi huu wa sifa unaomsifu na kumtukuza Mungu mkuu, Mungu mwenye upendo u, a, Mungu mwenye upendo usio na mipaka, huruma isiyoelezeka, hekima ipitaye ufahamu wa binadamu, lakini pia Mungu anayehukumu kwa haki iliyotawaliwa na huruma. Ni wimbo unaomsifu na kumtukuza Mungu kuwa unaomsifu na kumtukuza Mungu kuwa Mungu, huku ukionyesha namna ambavyo mwanadamu anapaswa kujiweka mbele ya Mungu kwa moyo wa ibada Unyenyekevu upole na utayari wa kuyatimiza mapenzi ya Mungu. Wimbo huu unatufundisha namna ya kuishi pale Mwenyezi Mungu anapotutendea makuu. Mama Bikira Maria anajiita mjakazi wa Bwana, kwa maneno mengine anajiita mtumishi au mtumwa wa Bwana. Ni mama huyu ambaye katika tumbo lake la uzazi amembeba Yesu ambaye ni Mungu mkombozi wa ulimwengu, amembeba mfalme mtawala wa mbingu na dunia ambaye enzi

na ukuu ni vyake milele na milele. Lakini mama huyu hajioni kama mwanamke aliyemkuu miongoni mwa wanawake wote duniani, hajioni kwamba anastahili heshima na matunzo ya kipekee, bali anajiona tu kama mjakazi wa Bwana. Anatambua kwamba vizazi vyote watamuita mbarikiwa, anatambua kwamba amebarikiwa kuliko wanawake wote, lakini hataki kujisifu na kujitukuza, bali anazidi kumsifu na kumtukuza Mungu aliyemstahilisha hayo yote. Yeye akiwa ni mwanadamu dhaifu. Pengine unaweza kufikiria kwamba mwanamke aliyebeba asili ya utakatifu wote ndani ya tumbo lake anastahili na anatakiwa kwamba vijakazi wake wawe ni watu wa thamani au wakuu wa makuhani na wale walio wakuu katika dini, lakini badala yake mama huyu anayasema maneno haya akiwa kwa Elizabeth, ambako huko alienda kwa kazi ya utumishi, ambako alienda kumuhudumia Elizabeth aliyekuwa mjamzito.

anatufundisha kwamba huduma iliyo kuu zaidi ni kutumikia na siyo kutumikiwa. Mama huyu anaenda kwa Elizabeti kama mtumishi mnyenyekevu na wala siyo mama aliyembeba Mungu katika tumbo lake. Yesu mwenyewe alikuja duniani siyo kwa ajili ya kutumikiwa na watu bali kutumikia. Ndiyo maana anasema anayetaka kuwa mkuu ni lazima awe mtumishi wa wote. Kumbe mama Bikira Maria alitambua maana ya kuwa mkuu ambayo ni kuwa mtumishi, tena mtumishi mpole na mnyenyekevu. Mama huyu ni tofauti na viongozi wa Kiyahudi wa nyakati zake ambao wao walijisikia ukuu katika kutumikiwa, kuheshimiwa na kupewa kipaumbele kutoka kwa watu waliowaongoza. Tutafakari juu ya ukuu katika dunia yetu ya sasa. Je, wakuu ni wakina nani? Tunawatambuaje? tunatambuaje ukuu wao? Je, sisi ndiyo tunaoona ukuu kwao kupitia utumishi wao wa unyenyekevu na upole, au wao ndio wanaotulazimisha sisi kuwafanya wawe wakuu? Je, tufanye nini? Wengi mnaweza kushuhudia juu ya mama fulani ambaye alijisifu mitaani kwa sababu pengine mtoto wake amefaulu mitihani, pengine ana elimu kubwa au ana kazi nzuri. Je, kama mama huyu angeambiwa kwamba ujauzito walio nao sasa ni wa mtoto atakayekuja kuwa rais wa nchi hii, angekuwa katika hali gani? Angetaka kuheshimiwa namna gani? Angetaka kuhudumiwa na vijakazi wa namna gani gani? Huu ni mfano tu utakaoweza kumuongoza mtu kutafakari ni kwa namna gani asili yetu ya kibinadamu inatufanya tujisikie na kujiona wa thamani sana pale tunapotambua, pengine hazina tulizo nazo, utajiri na mamlaka tulionayo, hata kama hatujavipata ni vya thamani. Lakini mama Bikira Maria leo anatupa somo, na somo lenyewe ni kwamba tujitahidi kujitengenezea fadhila ya unyenyekevu, ambayo itatusaidia wakati huu wa sasa ambao pengine bado hatujapata mali na vyeo na vitu vya thamani, na pia itatusaidia kuzaa matunda mema pale tutakapoyapata hayo mazuri. Ni katika unyenyekevu tunapata kibali machoni pa Mungu na watu, na pia ni katika unyenyekevu nguvu na ukuu wa Mungu unafanya kazi na kudhihirika katika maisha yetu na kufanya dunia kuwa mahali pazuri ambapo binadamu wote wataishi kwa upendo. Na kushukuru kwa kutafakari pamoja nami Injili ya leo. Iliyekuletea tafakari hii ni mimi Frater Priscus Chua wa shirika la Mission wa damu mtakatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo!